E Baba wa nuru, Mungu wa kweli na haki, ninainua moyo wangu mbele zako leo. Hii ninakiri kuwa bila wewe siwezi kuishi maisha safi. Naomba unisaidie kujitenga kabisa na roho ya unafiki, kuvaa sura mbili, kusema kimoja na kutenda kingine. Baba, nisamehe kwa nyakati zote nilizojivuna mbele za watu, huku moyoni nikiwa mbali nawe. Nisamehe kwa kila tendo lililojaa unafiki, maneno yaliyokuwa ya kujipendekeza na matendo yaliyokuwa ya kujionyesha. E Bwana, najua hutaki ibada za mdomo tu, na unataka moyo ulio wa kweli. Ee Roho Mtakatifu, tafadhali niangazie ndani yangu nipo ujasiri wa kuishi kwa ukweli, kwa unyenyekevu na kwa hofu ya Mungu. Nijalie moyo safi na roho mpya iliyo thabiti. Sitaki tena kuigiza utakatifu, nataka kuishi utakatifu. Vunja kila mizizi ya unafiki ndani yangu, iwe ni kwa sababu ya kuogopa watu, kutafuta sifa au kujilinda. Nifunike na upendo wa kweli ulio wa Mungu ambao haufani kwa kujionyesha, bali kwa moyo safi. E hey, Bwana nipe neema ya kuwa mtu mnyofu mbele zako na mbele za wanadamu. Nisaidie kusema kile kilichopo moyoni mwangu kwa hekima na kutenda mema kwa sababu ya kukupendeza, si kwa sababu ya kuonekana na watu. Leo ninatangaza uhuru wangu kutoka kwenye roho ya unafiki ninaikataa. Si sehemu ya maisha yangu tena. Mimi ni mtoto wa Mungu niliyeitwa kuenenda katika kweli, mwanga na upendo wa Kristo. Asante kwa msamaha wako, kwa neema yako na kwa ushindi juu ya roho ya unafiki. Ninapokea usafi wa moyo, unyenyekevu wa kweli na maisha yaliyojaa uadilifu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Nakukaribisha kusubscribe kwenye YouTube chaneli yangu na Mungu wa mbinguni akubariki.